Wa N-Catholics International apatana nasi katika dakika 60 na mwashamba, Baba Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo la Bukoba, na kabla ya hapo alikuwa jimbo kuu la Dar es Salaam kama askofu msaidizi nchini Tanzania. Atatupa kwa undani kuhusu uaskofu na uundwaji wa jimbo jipya. Hii ni sehemu ya kwanza. Karibu. na umezungumzia uh, kustafu kwako kwa kwa kama baba askofu. Sasa tuamie kwenye hicho kipengele uh, mchakato wa kumpata baba askofu katika jimbo fulani, ndio ameletwa, anaruka kutoka mbinguni, au papa anapata Roma mtakatifu namvua tafuta Kilaini hapo, tafuta ndio vitupa <laughs> Mchakato wenyewe siyo siri. Mchakato mm. wenyewe unajulikana kabisa, siyo siri mm. unavyoenda mm. ila uendelezaji wa mchakato wenyewe ni siri, ila mchakato wenyewe sio siri. Mchakato wenyewe sio siri na ni mchakato mzuri na mkubwa kwa kweli, unaofanya kazi sana uh -huh. Ambao unaweza kutumia njia nyingi sana mm. Njia ya kwanza ni kwamba katika kanisa na mpangilio wa kanisa mm. kila askofu wa jimbo mm kila mwaka au kila anapoweza mm. anapasha kutoa majina ya mapadi mle ndani, anaowaona hawa wanaweza kuwa maaskofu wazuri mm. Hivyo majina haya anayatoa, anaandika vielezo vya masifu yao mm. yani CV yao vizuri mm. na anaipeleka kwa maaskofu wa kanda, wanawaongelea, unaona mm huyu, -hmm. umemleza, lakini atunaona afai. Hapo anatoka na kitoka hapo anampeleka kwenye baraza la maskofu, na ndio na anamuongelea na uh -huh. na wote wakimpitisha kwa kura ya asilimia mbili ya tatu, hapo anaingia kwenye orodha ya wale ambao wanaweza kuwa maskofu aha, lakini sio kama anakuwa askofu mbali sa... <laughs> ni, ni mapema bado, ni mapema ila, ila wanakuwa na orodha ya uh -huh. uh -huh. mtu anaweza kukaa pale miaka 20, miaka 40 na anafutika humo humo bila kufika popote, bila kufika popote hivyo, lakini walau inakuwa ni kama orodha ya uh -huh. Yes, <laughs> yes, yeah, yes. Kujua, kukata, Alafu baada ya hapo mm -hmm. Na hata watu wengine kutoka nje wanaweza wakaleta jina ikapenya ikawa ndiyo kufikisha, mradi linafika kule, linatazamwa. Najua hawasemi nani ameleta nani ameleta, mradi jina lenyewe liwe mm -hmm. zuri yeah. na lifanyiwe utafiti ili kama inafaa mm -hmm. tunaingia kwenye ile orodha mm -hmm. kazi inakuja kuna pengo pale Bukoba. Tunamtafuta askofu wa Bukoba. Au kuna pengo pale sijui Mwanza au wapi. Sasa hapo mchakato unaanza. Unaanza. Kwanza ni ile list ile. Na hiyo wanaitazama. Kwenye list hii hapa kuna yule anayeweza kufaa kwa jimbo la Bukoba. Na list hiyo sio tu hiyo. Hawaridhiki na hiyo tu. Alafu watafuta na wengine. Wanaweza kutuma barua. Wanaweza kutumia hata wewe. Wajua kwamba wewe mtu Uko mtu aliyetulia mtu anayejua vizuri, sio kwamba uwe padri au askofu, wanakutumia barua siri, ina siri ya kipapa. Unajua, ukipata barua ya siri ya kipapa ukiitoma utakwenda motoni. Maana yake ni wewe na wao tu, hauwezi kumwambia hata na rafiki yako jamani, nimepata nimepata barua ya kipapa. Hauwezi, ni siri, ni siri ya kipapa. Tunaita siri ya kipapa. Unapata hiyo barua kutoka siri ya kipapa mm -hmm. Wengine inatoka kwa barozi wa papa mtakatifu au mali pengine padre, mm -hmm. wanakuuliza padre jimboni Bukoba, kati ya mapade wote, tupe majina matatu ya watu ambao nadhania huyu anaweza kuwa askofu mzuri na huyu unaandika, mm -hmm. majina yako matatu matatu. Na, na kama unajua masufi yao unaandika, mm -hmm. ili unaijua, kwa sababu ile barua ukipata, sio kwamba uende kuuliza ah, ah. Mm -hmm. kile unachojua wewe, usichojua usiandike, unachojua wewe binafsi mm -hmm. Sio kwamba tunakupa wende kufanya utafiti ah. Unachokuwa unajua kichwani, kama hujui andika sijui. Basi tuma barua inatosha tu. Na barua zote walizokutumia zote zinazifunga hakuna kubaki na nakala. Zote zinazirudisha kule. Basi. Hivi unaweza kutuma hata barua ya Dubai ni shilingi 30. Hapo zinazunguka tu jimboni pale. Watu mbalimbali wanatuma majina, wanatuma majina, wanatuma majina. Mm -mm. Yana kwenda yote kule yanawekwa pamoja. Yote yanachakatwa hapo. yana, mm -mm. Hapo mchakato unaanza mm. Ndio sababu naona mara nyingine wanalalamika kwamba mchakato, mbona miaka miwili mitatu minne hatujapata askofu? Ni mchakato unakuwa unafanya nini, unaendelea una, ni ile mashine inakuwa ina, inasaga <laughs> ya sio kwa mazuri yanatu yanatoka yana, yana mm. Inakuwa inasaga pale mm. Na wakisha saga wakawa wanafika wapi vizuri wanawakita majina wangapi mm. Majina matatu, matatu. Mm. Wanayarudisha tena kwa mm. watu wanaowadhania mm wanarusha kwa maaskofu ambao wanajua kwamba hawa mm. wanaweza wakatupa habari mm -hmm. Kuna majina haya matatu mm. Ni jina lipi kati ya haya matatu? mm. Au yapange unavyoyaona, anaweza kuwa askofu wa Bukoba basi kufatana, mimi huyu naweza kuwa askofu wa Bukoba mm. Na wanakutumia maswali mengi sana Elezeni mtu aina gani, familia yake, kama unaijua, unamjua namna gani, unamjuaje, afya yake ikoje? Je, elimu yake inatosha? Je, uhusiano wake na mapadi wengine? Je, uhusiano wake na walei? Je, uhusiano wake na serikali? Je, uhusiano wake na watu wasio wakoa Katoliki na Waprotestanti? Je, hali yake ya kichungaji? Je, anavyoadhimisha? Yaani, maswali mengi mengi sana sasa kila mmoja unau unayajua a ui. Kile unachokijua ndicho unachoandika. Wale watatu walioandikwa baada ya, wakatu, mm. waka ya, walianza ya kwanza ikashindikana, wakaanza ya pili yeah. kashindikana mm. Hiyo haujui ni siri mm, mm. Hata na sisi hatujui mm. Hata na maaskofu hawajui mm. Wenyewe wa, wakiulizwa, wanaandika na wenyewe kama watu wengine bas, alafu mwishowe kule wakiridhika mm -hmm. Wakiridhika, kule Roma kabisa mm, -hmm. mwishoni mm -hmm. baada ya mchakato wote ule mm -hmm. ndio natoa ile moja, najua inatoka ah. usa inapotoka hakuna naijua mm -hmm. hata askofu wa jimbo hajui, hata yeyote hajui ile unajua labda hajui ni mtoka wapi. hiyo ni, <laughs> <laughs> mm. mm -hmm. Eh, ni mchakato mzuri mm -hmm. na mkubwa mm -hmm. ambao unakwenda kabisa kisayansi mm -hmm. na kihali kabisa, anafanya kazi kwa kweli, inakuwa ni mkubwa na mzuri na mrefu mm -hmm. na mrefu katika uh, mchakato wa kumpata uh, baba askofu, kuna kuna maneno ambayo tumekuwa tukutana nayo ambayo pengine sisi kama waumini tuna tunawiwa kuyajua mm. Eh, kuna askofu, kuna askofu wa jimbo eh, alafu kuna askofu msaidizi eh, kuna pengine kunakuta kuna askofu mwandamizi alafu na askofu mkuu yani mm. Hayo maneno yanatumika. Uh, kwanza yoyote. Uh -huh. kuna daraja tatu katika, katika upadre uh -huh. kuna shemasi kuna padre kuna askofu aaa hakuna daraja nyingine uh -huh. na hakuna kitu juu ya askofu uh -huh. hata Baba Mtakatifu ni askofu uh -huh. hana daraja zaidi hapo uh -huh. hmm? uh -huh. kuna daraja la padre, uwe monsinyori, uwe paroko, uwe nani ni padre, kidaraja ni hiyo hiyo uh -huh. Na, na na, na, na, uwezo wa kidaraja ni ule ule. Mm -hmm. Hivyo -hmm. Maskofu wote kidaraja ni sawa. Mm -hmm. Sasa ni kuja ni majukumu sasa. Ah. Oh. Ni majukumu. Ndio, mm -hmm. Na kuwa mengi hayo. Jukumu mm -hmm. la kwanza kubwa ni baba mtakatifu. Mm -hmm. Ni askofu wa Roma. Okay. Ni askofu wa Roma lakini baba mtakatifu hivi anaongoza kanisa zima. Naulimu. Lakini ni askofu. Mm -hmm. Anaweza katoa uaskofu, akampa mtu akampa uaskofu na mimi hmm. inaweza kampa uaskofu. Kwa hivyo tuko tuko tuko goma draw <laughs> <laughs> na hiyo ni kitu kikubwa anachoweza kufanya. Ndio sababu Mtakatifu Nyasa alisema penye askofu kuna kanisa mm. kwa sababu askofu anaweza kutoa sakramenti zote so, zot, yani anaweza kutoa kila kitu kinachotajwa so, so. katika kanisa. Ndio sababu nasema mtakatifu wa kufanya askofu ni mkubwa kwa mm. sababu kisha mpa asko, uaskofu hmm. umempa majukumu makubwa, anaweza kanisha kanisa, kanisa lake na mapadri anaowapa ni wapadri <laughs> kweli na maaskofu anaowapa waaskofu ni maaskofu kweli. Hivyo ni jukumu kubwa kubwa kubwa sana. Sasa inayofuata hapo ni hiyo sema, ni majukumu. Na majukumu haya ndio tunasema kwa vipi, kuna papa ndio kabisa, kuna makardinali hmm. lakini askofu hmm. lakini kardinali hmm. na kama cheo cha juu lakini askofu akamchagua hmm. askofu hmm. na ndio washauri wa karibu wa papa hmm. ukitoka, kuna kuna mapatriarka patriarka hakati kanisa hili la kawaida la zamani mm. Ni mtu anayechukua sehemu kubwa, na sehemu ile kubwa anayochukua ambayo siku hizo bahati mbaya hazipo tena mm. karibu mm. anaweza kufanya liturujia ya kwake, anaweza kufanya ajira kwake, mnakubaliana mm. tu katika imani mm. akaendelea kufanya sheria za kanisa za kwao, ni patriarka huyo mm -hmm. Mtu mkubwa sana. Mm. Ukilinganisha, kwa kweli, ni cheo, kwa sababu anakuwa na utawala wake mm -hmm. Mtika, papa anamzidi kwamba wanakuwa ndiye kiongozi wa imani mm. Lakini utawala wote unakuwa chini ya patriaka. Ukitoka hapo, mm. unakuja maaskofu wakuu mm. Askofu mkuu ni askofu ambaye anaratibu kanda. Tuna askofu mkuu wa Mwanza, askofu mkuu wa Dar es Salaam. Manake majimbo yote ya, ya, ya, ya kanda ya Mwanza anayeratibu, sio kama anachukua madaraka mbele katika majimbo mm. ila ndiye kiongozi, ndio kiongozi wao kama kuna chochote ndio anawaita, ndio wanajadili mm. au pakiwepo shida ndio anakuja kupiga ripoti kule Roma, kuna shida katika jimbo la Bukoba, kuna shida katika jimbo fulani. Huyo ni askofu mkuu, ni askofu wa kanda, lakini anakuwa na jimbo lake ndio analotawala hilo, hii kanda anaratibu. Najua tofauti kati kutawala au kuongoza na kuratibu, anaratibu. alafu kuna askofu jimbo maana ke mm. jimbo lile Tabukoba hatu na jovi tufa Askofu Jovitus ndiye mkuu wa mm. jimbo wa jimbo okay. maana ki jimbo ni mle ndiye mkuu wa jimbo lile mm. na ndiye analira ndiye analiongoza, sio mm -hmm. kuratibu, analiongoza. maana mm. ki ana baraka moja kwa moja kutoka wa kwa Kristo, sio kwamba anafanya kwa niaba ya papa, hapana mm. anafanya kwa niaba ya Kristo, ya Kristo analiongoza ile jimbo mm. ingawa anapaswa kuhusiana na na papa na baraza na wengine mm. tunaita urika umoja wa maso halafu hmm. ukitoka hapo unakuja kwa askofu mwandamizi. hmm. kwa mfano, kwa askofu fulani hmm. ameugua au amezeeka nakaribia kustaafu hana nguvu ya kustafu kutosha hmm. wanamwekea askofu msaidizi mwandamizi. hmm. Maanake hmm. anamsaidia lakini, akingojea kushika madaraka yake. hmm. hmm. yuko naye, lakini huyu akitoka yeye, moja kwa moja anashika Mm. Kwa mfano semeka Tabora kule chalikeokaa mm. Kadinali Lugamba alikuwa askofu mwandamizi wa Tabora mm -hmm. Siku ambayo Askofu Ruzoka ni alistaafu wakatuma mstaafu, Siku hiyo mambo ya kusimika hiyo ni kufanya fanya tuat tayari amesha kuwa askofu wa Tabora, siku hiyo hiyo wanapotangaza huyu amestaafu, huyu moja kwa moja anakuwa askofu. Hiyo okay. Ndio, askofu mwandamizi anakuandama <laughs> anakuandama ana anakuandama <laughs> chukue kazi yako <laughs> Alafu kuna askofu msaidizi. Yeah. askofu msaidizi askofu kama askofu wengine. Yeah. ila hiye si wa jimbo. mm -hmm. anasaidia huyu askofu wa mm -hmm. jimbo, lakini kiaskofu ana, ana fursa zile zile kama askofu. Okay. Mm. Ukikuta ma maskofu majimbo makubwa kama Cologne, kwa mfano kama kama sehemu mm. wa, wa ah. hii, mwingine sehemu hii, mwingine sehemu hii, mwingine sehemu ile chini ya askofu wa jimbo anapata jimbo la heshima ah, okay. Tararuma. Mm. Tararuma, lango la, la heshima. Hilo liko Afrika ya Kaskazini kule sehemu za Libya huko. Ah, eh, kwenda sijaenda huko. <laughs> Katika jimbo langu. eh, na. Na. Anakuwa jimbo la heshima. La heshima. Ni kusudi awe na jimbo lake naye mm. Eh. Na. Na vile, vile kuna maskofu wengine wakuu ambaye kwa mfano ni balozi mm -hmm. Hana jimbo, ah. Hana jimbo. Mm -hmm. Lakini ni balozi. Cheo ni askofu mkuu mm -hmm. Kama askofu mkuu wengine. Mm. Ni askofu mkuu. Lakini hana jimbo. mm -hmm. Naye anakuwa na jimbo la heshima kato, hana jimbo mm. E, hao ndio maaskofu tunao tunaokuwa nao nadhani karibu. Okay, nimewataja karibu wote. Na umezungumzia jimbo la heshima. Mm. Jimbo la heshima lina linaundwaje? Jimbo la heshima ni jimbo ambalo lilikuwa jimbo zamani, mm. lakini sasa sio jimbo tena. Kwa ah, mfano Rutabo, nikupe mfano, ah, mfano. Mfano kabisa ah, mfano. <laughs> Rutabo ni jimbo la heshima Yeah. Limekubalika kama jimbo la heshima. Kuna askofu nadhani sijui wa Zanzibar sijui wa msaidizi fulani, ni askofu wa Rutabo yuko, siyo? nadhani Zanzibar au sijikumbuki kufuatilia, naona kuna askofu mmoja wa jimbo la Rutabo, kwa sababu ilikuwa jimbo la heshima ah. Lilikuwepo, halipo tena, manake zamani lilikuwepo, likuwa jimbo hivyo, linabaki linakubalika kama jimbo mm -hmm. Hivyo sasa kuna jimbo kuna askofu wa jimbo la Rutabo mm, ambayo hayuko Rutabo. Okay. Ni kubwa mfano kabisa ulio unao kwa halisi kabisa. Na kwa Tanzania hapa manake jimbo hilo la heshima ni hilo Rutabo. Au kuna Rutabo nadhani kuna na na mm -hmm. na, na nani na na, na, na Chingwea nadhani. Nadhani na Chingwea na, Chingwaya, na, Chingwaya, na, na ni jimbo la heshima. Ah okay. Ya Chingwea na ni jimbo la heshima. Okay. Na, ni okay. na kwa nini yani yanakuwa ya, ya, ya, ya, ni hayo? Yaani tumesema mm -hmm. kwamba Yani, kwa nini Rutabo kunakuwa na kigezo gani ambacho kinafanya Rutabo sote kama jimbo la heshima? Labda kuna... ni kwamba lilikuwa jimbo mm -hmm. na wanatafuta majimbo ya kutoa heshima mm -hmm. hivyo wanaliteua tu, ah, wa, wa, wa, ah. wanavakuvaa mtakatifu analiteua na hili litakuwa jimbo la heshima mm. tukimpata askofu msaidizi mm. tukimpata nuncio mm -hmm. tukimpata sijui mkuu wa, mm. wa, wa, wa, wa. Hmm. Wahidara fulani ya Roma, tunampa ah, hilo jimbo. Kwa jimbo. ah, okay. Kwa sababu uko askofu bila kuwa na jimbo. Kwa hiyo ni kama kama baba, umesema la kwako lipo kaskazini kule. Ni kwamba unaweza ni kuamua kulitembelea au ukabaki tu kwamba ni jimbo. Halipo. Lipo kafanu Rutabu. Mtu akija kutembea Rutabu, atatembea sehemu ya Rutabu basi. Lakini jimbo kama jimbo halipo. Lakini ni jimbo la kihistoria bila hadhi. Okay. kihistoria maanake okay. Wewe kwa mfano halikupi shinikizo la kuwa na jukumu. Ah, sina jukumu, sina jukumu la kwenda kule <laughs> sawa sawa mm. Na jimbo jipya juzi tumeona Baba Mtakatifu ametangaza jimbo la Bariadi. mm. Eh, jimbo jipya linapatikanaje? Mimi nakumbuka wakati na napata sakramenti za ubatizo jimbo la Urenge Ngara, mm. kabla ya kuwa Kayanga, mm. jimbo jipya eh, linapatikanaje jimbo jipya ni jimbo linalokuwa kubwa mno kwa kuliendesha. mm -hmm, na inaonekana na kusudi liendeshwe vizuri kama parokia mm -hmm, wanavyokata parokia hivyo hivyo. mm -hmm. Ila parokia inakatwa na paraskofu mm -hmm, lakini inakuwa ni mchakato mm -hmm. Jimbo jipya hakuja kukatwa, kwanza ni jimbo lenyewe mm -hmm. Jimbo lenyewe inakubali askofu pale pamoja na washauri wake pamoja na almashauri yake ya kichungaji pamoja na, sio sio siri mm -hmm. pamoja na na, na, na seneti yake mm -hmm. Wanaona jimbo hili, ili iweze kuendeshwa vizuri afadhali likatwe, hivyo wanaketi wanaona, tulikata tukatie wapi? Au yani mnaamua mnatoa mapendekezo yenu na kisha tuwa mapendekezo yenu ninyi jimbo wanajimbo pamoja mm -hmm. na askofu wenu mnatoa mm -hmm. mapendekezo yenu na kuchora ramani na na mnafanya na ombi. Mm -hmm. Ka, Askofu anafanya ombi jimbo lake likatwe. Mm -hmm. Lakini kabla hajafanya ombi, najua maaskofu wanafanya kazi kwa pamoja. Mm -hmm. Sio askofu mmoja peke yake, na wengine, hapana. Mm -hmm. Hivyo mm analipeleka kwenye kanda, wana, okay. wana wana wana wana lakini mbona ume umekata mbona fale umewafunja wale, a miaka miwili mitatu mitano kumi hadhi yake. yeah, mm. mm -hmm. hasa tulipoadhimisha miaka omo mia moja mia ya, ya, ya, ya, ya ujirishaji Tanzania wakaanza kuliongelea ongelea ongelea ongelea, lakini haikwenda nayo. Ilikuwa zamani sana, ilikuwa mwaka sitini na nane, lakini haikuwa kali sana. Alafu ilipokuja miaka mia moja ishirini na tano, afu ndio ikaja kwa nguvu zaidi sana, ndio kaja kwa nguvu zaidi sana, na imependekezwa pendekezwa, lakini Bagamoyo kwa sababu Bagamoyo kama Bagamoyo Mio. Haina nguvu, Wakristo Wakatoliki ni wachache okay. mpaka o wakafikia mahali pakukata daislamu. Waka uh, e, ni, wakaidusha wapi ni wamzi mkubwa sana, mzito sana lakini, inahitaji mchakato wa kufanya na ikikubalika hapo, ombi ni atumwa Roma. Sasa maanake taifa kama taifa limekubali bariadi ikatwe, ombi ni atumwa na Roma, inanichakata sababu ndizo zitoa kuna mapade wangapi wa, kuna waamini wangapi wa, je? mm. yeah, ki, ki, ki, ki, kihali wanaweza wakajitegemea. Mm. Naweza jima, mba, kujitegemea naweza yeah, kutengeneza jimbo ambalo hizo kujitegemea na Roma haitaki yeah. kuwa na majimbo tegemezi nataka yeah. majimbo yanaweza kujitegemea inaweza kujitegemea mudo, yeah. e, inaweza kujitegemea katika yale kujitegemea. waamini ndio wana, mm -hmm. wanatosha je, yeah, nyenzo ilizo nazo na kifedha na kimali inatosha mm -hmm. je wafanyakazi mapade wanatosha vitu mm -hmm. kama hivyo wakiwa na vigazi wote vimefikia wanatangaza jimbo jipya. Hiyo ni kitu ambacho kinafanya inakwenda kwa kweli kwa, oh, kwa, yeah. kwa, kwa, <laughs> mchak, kwa, kwa kwa sana wazi, sio kwamba kinatangazwa kila dakika kwa watu hivi, lakini walau mchakato ya kanisa uh. haiendi kwa kwa mitandao. Sawa. <laughs> <laughs> <laughs> au kwa magazeti, hapana. habari. <laughs> <laughs> Ah, tunafanya hivi. Tunatengeneza jimbo uh, lakini ndani kitu kinakwenda kina ili kitu kikawa na mambo ya kampeni kampeni, mambo ya nini nini. Hiyo kanisa inakataa mambo kama hayo, mm, ndio sababu vinakwenda vyote chini nasikia. mm. Yeah, duf yeah, bariandi yeah. ah, kumbe bariandi <laughs> lakini mchakato umeendelea na umeanzia kule kule ule chinyanga kule umeanza, unakuta mianzia kule chinyanga kule lakini kwa upole, kwa upole. Kwa pembeni pembeni pembeni pembeni. hmm. Najua, najuapo unapata kitu chanya hmm, lakini ukianza hmm, mambo ya kampeni unapata kitu mbovu. Mtu ana maslahi yake binafsi, ehe, maslahi binafsi yanaingia <multa> na kitu kama hivyo.